Menopause. Na ukienda haja ndogo. Eh, unasikiaje? Unasikiaje? Kujikuna. Iyo ni menopause. Ah, sasa, kwa nini tutashida tukikwambia nini? Si, si, niko na miaka 52 tu. Bas. Si ndio hiyo? Nikuulize, na usiku unasikiaje? Kisugusugu. Na kisugusugu. Kuna siku unasikia kisugusugu alafu unalala kwa hiyo kitanda kama haujui. Eh. Ninasikia tu kunimina bwana hapo nikisikia kisugusugu. Ah, ni menopause. Ni menopause. Ni menopause na umeenda kuona daktari? Sina maji, sioni, sijatabia na kale kachupa kangu. Uko na pesa za kwenda hospitali? Unajua menopause, nilisikia akisema ukikuwa na menopause eh, unadungwa sidano sita eh. Ukidungwa sidano sita eh -huh. Una ndugu wa kila mwezi sita na moja ni pesa gapi? Elfu moja wapi hapa mwisho wa watu hapa e, na moja ni pesa gapi? Elfu mbili tu, imagine ah, wewe wacho kuna, kwani huna pesa? Mimi sina kitu, hata hata nyinyi kama ni wamama mnaweza suhulimia tu mnisagie, ndio hospitali kana nini, eh ama wacho kuna uko shu, lakini si menopo ni nini, kwa nini ni nini, wewe unasikiaje? Ndio amenya na kulala kwa nini yoro ah

Wewe, kwa ni pesa si pesa ulipeleka wapi kutoka Kuwait? alisema kwa bank account na nikakupatilishia hiyo bia siya tumia tigae na ile fifty thousand alinitumia shule sala sasa, hii ningekuwa na chaba kamuni

Unaona nataka kunikoka, nataka kugogoka. Imagine niko nazo, hebu nisaidie na hiyo moja. Kuna mahali hata mimi nilikuwa na emergency, alafu nitakurudishia moja tu. Moja tu. Hii ni basi sio kumogo drama. Atumia gesagi. Una bwana? Hata matigekwete idheria. Watu wengine hawezi kusaidia na ndio kusaidia ni rafiki wangu. Kwani uko na bwana? Kwenda wewe, kwenda uko. Mimi sitasaidia wamama wako na mabwana. Si mume